Sekeseke seke la The Special One kwa mara ya pili akitimuliwa uh, kufundisha moja kati ya vilabu vikubwa barani Ulaya, lakini ulimwengu mzima, Chelsea kutoka pale Stamford Bridge. Tujiunge na mwanamchezo wetu Hilali Riami. na bodi ya klabu ya Chelsea the Blues ya England hatimaye imefikia uamuzi wa kumfuta kazi kocha Jose Felix Mourinho chini ya mmiliki wake Roman Abramovich fuatia matokeo mabaya kwenye ligi kuu ya England ikiwa katika nafasi ya kumi na sita ya msimamo wa ligi hiyo. Klabu hiyo bado haijatangaza rasmi, lakini tayari bodi imepeana mkono kwa heri, ikiwa ni miezi saba tangu alipowezesha timu hiyo kutoa ubingwa wa EPL msimu uliopita. Kipigo cha Jumatatu wiki hii dhidi ya Leicester City cha mabao mawili kwa moja kimekuwa ni chanzo cha kocha Mourinho kutimuliwa baada ya kupaza sauti kuwa anahujumiwa na wachezaji wake nyota na, na, na haijawahi kutokea katika maisha yake ya kufundisha soka. Pamoja na kocha huyo kuwepo na kikosi cha wachezaji wa, wa timu hiyo kwenye mazoezi ya leo asubuhi haikuweza kubadili mambo licha ya kusaini mkataba mpya wa miaka minne Agosti 7 mwaka huu. Kuna taarifa kocha huyo atalipwa fidia ya mkwanja mnono wa paundi takriban milioni 40 mwishoni mwa msimu huu. Tayari makocha wanaopigiwa upatu kurisi kiti hicho cha moto ni Pep Guardiola uh, Gus Hiddink, Brandon Rogers na Juande Ramos. Kutimuliwa kwa kocha Jose Mourinho kumekuja ikiwa ni siku moja baada ya kiungo Cesc Fabregas kuwalaumu wachezaji wenzake wanaolipwa mishahara mikubwa kutowajibika uwanjani na timu hiyo kupata matokeo mabaya. Hii ni mara ya pili kwa kocha Jose Felix Mourinho kutumuliwa kazi tangu alipojiunga na klabu hiyo mwaka elfu mbili na nne akitokea klabu ya FC Porto ya Ureno na kuwezesha timu hiyo kutoa ubingwa EPL mara mbili, na pia kombe la FA 2007, kombe la ligi mara tatu, na msimu huu wa elfu mbili kumi na tano ubingwa wa EPL.